Kama ambavyo unafuatilia na kusikiliza moja kwa moja kutoka mahali popote pale ulipo duniani. Hii ni ni kukaribisha katika matangazo mbasha ambayo yanakujia kutoka katika kata ya Songambele, na hili ni eneo la Megina. Tunamkaribisha Mheshimiwa diwani wa kata ya Songambele kuzungumza kwa nini tuko katika eneo hili, ili unapomsikiliza uweze kutazama kwa nini tuko katika eneo hili. Karibu Mheshimiwa diwani, ili uweze kuzungumza na watazamaji wetu. Karibu ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina ni mwalimu Kalisti Bakalembaki Krizanti, diwani wa kata ya Songa Mbele. Tumeamua kuwa na siku kama hii kwa sababu tunamaliza muhula wa uongozi miaka mitano, lakini pia ni kurudisha taarifa kwa wale waliotutuma ili waweze kujua tumetekeleza nini kwa miaka mitano na nini kinachotakiwa kutekelezwa katika kata ya Songa Mbele. Kwa hiyo kama jadi ya Watanzania, mtoto unapotumwa sharti urudeshe mrejesho kwa kile mzazi alichokutuma. Sasa wajumbe waliokusanyika hapa ndio wajumbe walionituma mwaka 2020 kwa maana ya kura za maoni na kura za jumla katika uchaguzi mkuu. Kwa hiyo leo tumetenga siku maalum ili tuweze kujuzana habari kata yetu ya Songambele ilivyosimama hadi sasa na wapi inapasa kuelekea kwa kipindi kijacho cha 25 30. Ah, pengine mtu anayekusikiliza anasikiliza kwamba ni taarifa ya utekelezaji, lakini pia ningependa kuuliza swali la uelewa. Swali hili ambalo nakuuliza limejikita katika maeneo mbalimbali, hususan katika sekta mbalimbali. Labda pengine unaweza ukatuambia kwa ufupi, ni nini ambacho kimefanyika kuanzia wakati ule ulipoingia hadi sasa, ili wananchi waweze kufahamu na wale wanaokusikiliza waweze kuelewa ni nini ambacho kinaendelea? Karibu, ndugu mtangazaji, pamoja na kwamba tutaweza kuisoma baadaye utakapowadia wakati, lakini yapo mambo mbalimbali yamefanyika. Kwa mfano katika sekta ya elimu, shule zetu za sekondari zimeboreshwa miundombinu yake, na ninapozungumza mpaka sasa shule ya sekondari Songambele una chumba cha ziada na shule ya sekondari cha Nyangabwa haina upungufu wote wa chumba cha darasa. Kwa shule za msingi, tumejitahidi kuongeza miundombinu kama vile vyo lakini pia kupanua elimu katika shule ya msingi sikizi ya Igabiro ambayo iko katika kijiji cha Songambele ambayo tunatarajia mwaka mwaka wa fedha 25 26, tutaanza na ujenzi wa vyumba vya madarasa kwa sasa tumekwisha jenga vyoo. Ah, yes, lakini pia kwa sekta mbalimbali ambazo nimesikia imesikia hujazigusia, hususan ni sekta ya barabara, hususan ni sekta ya maji, sekta nyinginezo pengine na zenyewe zina katika sekta ambazo ni ukweli usiyopingika, kwa sekta ya barabara kwa miaka ishirini kurudi nyuma mpaka 2015 kata yetu ilikuwa haiwezi ikawa na barabara zinazounganika, lakini mpaka sasa kero hizo tumezipunguza kwa kufungua barabara mpya. Kwa mfano tumefungua barabara mpya ya Kitega Migina, ambayo kulikuwa na eneo moja inaitwa Kisimani ni kwani kero kubwa na kama tutakavyoendelea kuangalia kwenye taarifa yetu unapofungua barabara umefungua uchumi wa nchi kwa hiyo mtu aweza kababaishwa mazao yake yakauzwa kwa bei ya chini. Kwa hiyo anaweza akawa na uwezekano wa kusafisha mazao yake popote pale ambapo kuna soko zuri. Kwa upande wa kijiji cha Chanyangabwa tumefungua barabara ya kilomita saba ambayo imeanzia Hakikona maarufu kwa Evodi mpaka kwenda Chanyangabwa sekondari. Tumefungua barabara nyingine kutoka Migina na kwenda Kashara na shuleni, na hiyo barabara tumeiweka kimakusudi kama barabara ya kimkakati kwa sababu ya ujenzi wa Chama cha Mapinduzi kwa sababu eneo hilo lilikuwa na wapinzani ambao walikuwa e, wezi wakaelewa kwamba Chama cha Mapinduzi kiko kazini. Kwa hiyo kupitia barabara hii wameweza kuelewa kwamba Chama cha Mapinduzi kipo kazini na bado kitaendelea kuongeza nguvu zake. Kwa upande wa afya afya tumeweza kujitahidi kutoa elimu kwa jamii, na mpaka sasa, tofauti na kituo cha kutolea tiba cha Songambele, tayari kila kijiji vijiji vyetu vitatu cha, cha Nyangabwa, migina na Kitega, wote wamekwisha anzisha ujenzi wa kituo, kituo cha kutolea tiba, wako ngazi ya msingi. Kijiji cha Nyangabwa wako katika hatua ya levo ya madirisha, lakini pia katika upande wa nishati sasa hivi tulikuwa na vitongoji viwili vya kimkakati wa Murutomba na Karema. Mpango ni kwamba walikuwa wakishuhudia nyaya, lakini sasa hivi waya sio nyaya tena, bali umeme unawaka. Kijiji cha Kitega hakikuwa na umeme paka sasa umeme umefika, na sasa hivi sekta yetu ya elimu, shule ambapo tunatumia sana umeme katika mashapio mbalimbali, tayari tumekwisha washa umeme huko, ni pamoja na shule ya sekondari cha Nyangabu, ambapo na kweli kulikuwa na tatizo la umeme lakini kwa hatua tulivyofikia wataondokana na adha hiyo. Sekta ya kilimo bado tuko tunahimiza wananchi waweze kuhakikisha kwamba wanapanda kwa wakati na kuweza kuvuna mazao yaliyokomaa, hususan haya mazao yetu ya kahawa, ili tuweze kuongeza soko la kahawa. Lakini ili kupanua wigo kwa wakulima, tumekwisha pewa mradi wa kilimo cha umwagiliaji katika bonde la Kangarame Migina ambao utakuwa na mzunguko wa kilomita moja. Kwa hiyo eneo hilo litatoa fursa kubwa kwa wananchi hii wote wanaoweza kulima bustani lakini pia na kumwagilia kawa zao pamoja na migomba. Yes, kama ambavyo unaendelea kusikiliza mheshimiwa Diwani akijaribu kueleza kwa ufupi yale ambayo yamefanyika katika kata yake ya Songambele. Lakini pia nimeuliza kwenye sekta ya maji, mheshimiwa, naomba kujaribu kutujibu kwenye kipengele cha sekta ya maji. Sekta ya maji ni tatizo kubwa katika wilaya nzima ya Kierwa lakini kwa upande wetu wa Songa Mbele pia na yenyewe ni sehemu ya wilaya ya Kierwa. Mpaka sasa upo mradi ambao mpaka sasa unaendelea ambao mpaka sasa ninavyozungumza, sora zimekwisha shushwa pamoja na, na eh, mota kwa ajili ya kuweza kupandisha yale maji ambayo ni kisima kidogo kiko kijiji cha Songa Mbele, lakini bado ishirini na tano ishirini na sita Mradi mkubwa wa maji wa, wa songa mbele utaweza kuanzishwa pamoja na ukarabati wa maji mserereko ya kijiji cha Chanyangabwa unaohudumia vijiji vya mjini pamoja na Chanyangabwa. Yes, tumefurahi kusikia yale ambayo umeyazungumza kwa ufupi, kwa sababu mkutano wenyewe unaendelea, lakini pia nipende kuuliza labda kwa yale ambayo umeyatenda kupitia Chama cha Mapinduzi na e, wengi tunasema kwa Mheshimiwa Rais mitano tena. Je, kwa hapo tusemeje, Mheshimiwa Diwani? A, mimi leo hii baada ya kuwasilisha taarifa yangu, na wale walionipa ridhaa ya kuendelea na ndio wamekuja, kwa hiyo ndio wenye kupima nini kimefanyika kulingana na tulikokuwa na hadi leo, lakini nina uhakika kwa jinsi nilivyoishi na walionituma na kazi nilizozifanya, bado hawawezi wakawa na mashaka nami rais wa jamhuri ya muungano, mimi nipongezi tu, kwa sababu kitu chochote kinakuwa kimesimamiwa na dira. Dira inakuwa pia na mwongoza dira. Kwa hiyo rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tunamshukuru na kumpongeza kwa kusimamia dira ya taifa vizuri, ambapo ndiyo maana haya mafanikio tunayoyasema yapo. Kwa hiyo kama isingekuwa dira ya rais ikawa dira ya mbunge na mheshimiwa diwani pale katikati kukipwaya, maana yake hakuna kinachofanyika. Kwa hiyo tunatoa shukurani za dhati kwa kata ya Songambele, kwa sababu fedha iliyoletwa kata ya Songambele kama ingeli kusema wananchi waichangie, maana yake hata wengine tungehama katika makazi yetu. Asante sana, ni kushukura lakini pia tutafanya mahojiano na katibu bila shaka wa Chama cha Mapinduzi. Asante sana mheshimiwa diwana, sasa tumuite mbele ya kamera ya hapa mheshimiwa katibu wa Chama cha Mapinduzi kwa ufupi. Karibu. mimi naitwa Hashim Tibita, katibu wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Songambele. Yes katibu, unaweza kuzungumza kwa ufupi kusiana yale ambayo yamefanywa na Chama cha Mapinduzi kupitia uongozi wa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan lakini pia mheshimiwa mbunge bila kwate na mheshimiwa wetu diwani, unaweza kueleza kwa ufupi, kwa sababu tuna kikao kinaendelea na muda wetu ni mfinyo. Chama cha mapinduzi kupitia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Suluhu Hassan tunampongeza kwa dhati kabisa, lakini pia kumpongeza mheshimiwa mbunge Innocent Seba bilakwate kwa kushirikiana na mheshimiwa Kalisti Kilizanti ambaye ni diwani wa mshikamano waliokuwa nao kuakisha maendeleo yanapatikana ndani ya Songambele. Asante sana. Labda kama wewe katibu, pengine wakati wa kutekeleza majukumu yako, pengine umekutana na changamoto zipi zipi wakati wa utekelezaji wa majukumu ya Chama cha Mapinduzi? Changamoto tulizokuwa nazo zilikuwa chache, kwa sababu zinakuwepo chini ya mwamvuli ya wananchi, lakini vile vile wanapokuwepo viongozi mahiri wakaweza kuzitatua changamoto, zinakuwa ni chache isipokuwa Maendeleo ni mchakato, hayawezi kuja kwa siku moja. Iko miradi iliyotekelezwa na iko ambayo inaweza kuhamishiwa miaka mingine kuhakikisha kwamba wananchi wanaondokana na radha ya miradi. Asante sana, mahali popote pale ulipo, hii nikurejeshe pia katika ukumbi wa mkutano tuweze kuendelea na mengine, na endelea. Usisahau subscribe, like na kucomment mahali popote pale ulipo, asante sana.